Mimi ni Dr. Harriet Hela, ni mkurugenzi wa masomo ya shahada za awali hapa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Yaani Director for Undergraduate Studies. Katika chuo chetu kikuu huria cha Tanzania tunazo program mbalimbali za bachelor degree, diploma pamoja na certificate katika fani mbalimbali mbali, na programu hizi zinatolewa katika vitivo vyetu vitano pamoja na taasisi yetu moja. Tunacho kitivo cha sheria kitivo cha elimu, tunacho kitivo cha uongozi wa biashara, tunacho kitivo cha sanaa na sayansi za jamii na kitivo cha uh, sayansi teknolojia na elimu ya mazingira. Pia tunayo taasisi ya elimu endelezi, yani Institute of Continuing Education. Tunazo programu zipatazo thelathini za shahada ya kwanza katika fani za tourism, mass communication tunayo economics, social work, sociology, library and information studies. Tunazo business administration, human resources management, procurement and supply chain management pia tunazo masomo katika ICT, environmental studies, data management, na kwa upande wa kitivo cha elimu tunayo bachelor of science in education. Tuna bachelor of arts in education na tunayo bachelor of special education, na kwa upande wa uh, institute of continuing education tunazo diploma mbalimbali ikiwemo diploma ya library and information studies. Tunayo certificate ya youth work, lakini pia tuna programu ya foundation uh, ambayo ni maalum kwa ajili ya wale ambao walipungukiwa sifa kidogo za kujiunga moja kwa moja na digrii ya kwanza. Kwa kila mwaka wa masomo hapa chuo kikuu huria cha Tanzania, huwa tunakuwa na awamu mbili za udahili. Awamu ya kwanza huwa inakuwa mwezi Novemba, na awamu ya pili inakuwa mwezi uh, April. Na kwa mwaka huu wa masomo wa ishirini na tano ishirini na sita tayari tumeshahitimisha awamu ya kwanza ya udahili ambayo ilifanyika mwezi Novemba. Na sasa tumeshafungua dirisha la udahili kwa ajili ya awamu ya pili ambayo ni ya mwezi wa nne mwaka huu wa 2026. Programu zetu ni mahususi kwa ajili ya watu ambao wanaweza kuwa na majukumu mbalimbali ya kikazi, majukumu ya kifamilia kwa sababu mfumo wetu wa usomaji na ujifunzaji ni mfumo wa open and online system. Ha, msomaji halazimiki kuwepo hapa kwa muda wote, anaweza akaendelea na majukumu yake ya kazi, majukumu yake ya kifamilia, majukumu yake ya biashara, lakini wakati huo akiendelea na masomo hapa chuo kikuu huria cha Tanzania. Na kwa maana hiyo pia hata a, muda wa usomaji hapa open chuo kikuu huria cha Tanzania ni muda ambao umetengenezwa mahususi kukidhi mahitaji maalum ya watu ambao hawawezi kusoma kwa muda wote. Kwa hivyo basi, programu zetu za uh, bachelor degree zinaanza muda wa, wa miaka mitatu mpaka miaka sita, na kwa upande wa certificate ni, mia, ni mwaka mmoja mpaka miaka miwili, lakini kwa upande wa diploma mtu anaweza akasoma mwaka, miaka miwili mpaka miaka minne. Na kwa sasa tunapokea maombi kwa ajili ya waombaji wanaopenda kujiunga na masomo katika mwaka huu wa masomo 2025, awamu ya Aprili. Maombi yanapokelewa kuanzia sasa mpaka tarehe 15 ya mwezi wa tatu, na ili kutuma maombi mwombaji anaweza kuingia katika tovuti yetu ambayo ni www.out.ac.tz. hapo utapata Uh, mahali patakuonyesha utabofya kuelekea katika mfumo wetu wa online application system na utaelekezwa jinsi ya kutuma maombi yako. Unaweza pia kuwasiliana na sisi kwa njia ya email ambayo ni dugs, yani d u g s at out dot ac dot tz, lakini pia unaweza ukatupigia simu moja kwa moja kwa namba yetu ambayo ni 0654963983. Na simu hii inapatikana muda wote wa kazi ambao ni kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa kumi jioni. Tunawakaribisha sana waombaji wote wenye sifa na wanaopenda kujiunga na programu zetu.